Tunadhani hili jambo muhimu la, la kuanza. Sasa hapa kutakuwa na maneno kidogo e, kutoka kwa e, mwakilishi wa e, Mufti sijui kama tayari amekwishafika. Fika e, tafadhali e, karibu uzungumze na umma huu e, ambao waandishi wa habari wako hapa na tunakushukuru tuna sana kabisa kwa niaba ya Mufti

Kianza kabisa na meza kuu uh, tukianza na kaimu mkuu wachua, wa chuo cha Uislamu Ngom, lakini na uongozi wote ambao kwa meza kuu, lakini simsahau pia mamangu na mashamu kanu ambao ni mwenyekiti wa jua kita taifa. Nimesimama hapa kwa majina yetu, Mwenda Said Mwenda, ni naibu katibu mkuu tawala fedha, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Makamu haya yalikuwa ni kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa mashiruku Sheikh Hamisi Mataka ambaye basi mbaya amepata dharura na asubuhi hii akalazimika nije kumwakilisha hapa baada ya kusafiri kwenda Mwanza kwenda kuhudhuria mazishi ya mwenyekiti wa BAKWATA wa mkoa wa Mwanza ambaye alifariki juzi. Ah, ndugu zangu, ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, linapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utuwezesha kuwa na chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mumu, Muslim University of Morogoro, taasisi adhimu kabisa ambayo kwa kipindi cha miaka ishirini imezalisha wataalamu wengi wanaotumikia taifa na umma kwa ufanisi mkubwa wakienea katika kila pembe za nchi yetu. Chuo hiki kimekuwa ni ufunguo wa maendeleo ya jamii yetu, kikileta nuru ya elimu, maadili na maendeleo endelevu kupitia kazi zake kuu tatu: moja kabisa, kufanya tafiti kufanya tafiti na machapisho mbalimbali; pili, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa jamii na kuzalisha wataalamu. Hakika kwa kuzalisha wataalamu jamii yetu imenyanyuka kwani, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qurani, Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopatiwa ilmu darajati. Ni Surati Mujadila, sura ya 58 aya ya 11. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, tunawaalika rasmi tunawaalika rasmi wananchi wote kushiriki katika matukio mbalimbali mbali ya kusherekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa chuo hiki ambayo kilele chake kitakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 2025. Hakika tunawaalika sio tu kwa ajili ya kusherekea ya mafanikio yaliyopatikana, bali pia kushiriki kikamilifu katika mpango wa maendeleo uh, ya miaka 20 ijayo, yani, tukishuhudia kwa pamoja yale mema yaliyotekelezwa na chuo chetu pamoja na yale yanatarajiwa uh, na pamoja na yale ambayo yanatarajiwa. Tunaamini kwamba kupitia ushirikiano wa kila mmoja wetu tutaweza kuendeleza mafanikio haya kwa pamoja, kama timu moja ya wa Watanzania na pia timu moja ya Waislamu na kuipeleka jamii yetu katika kiwango cha juu zaidi cha maendeleo ya kielimu na kimaadili. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Uh, shukran sana kwa maelezo hayo ya muktasari ambayo umetoa kwa eh, niaba ya shekhe mkuu na mufti wa Tanzania. Shukran sana. Sasa kinachofuata ndugu zangu, waandishi wa habari, wabinawa wa